Maendeleaje wa dada senta za majukumu za kuendelea kujifunza. Okay, karibuni kwenye kipindi chetu cha jioni kama kawaida, tupo kwenye kukumbushana, kurekebishana na ili kujengana, kujenga thamani ya kazi yetu. So leo pia tuko na madam yeye, yeah. Atatuambia leo tunaenda ku, ku, ku, kupluni kitu kipi zaidi, au tunaenda kupunguza vitu gani, au tunarekebishana kwenye upande gani? So karibu sana Madam Isi, leo tuko na wengi, wengine wageni na tunao wengine wenyeji hapa na staff kadhaa. Karibu sana asante. Naanza na wewe kuambea darasa linaanza sangapi? sa sasa hivi moja sasahivi sangapibil sa 12. na mbili sa ngapi jamani, sahizi hamna saa. Tumeziacha simu. meacha simu, nataka saa mtamke Hmm? saa ngapi? Hakuna mwenye saa. Aya, saa kumi na mbili na robo. Kwa hiyo darasa tumechelewa. kwa kwa nini ya, wewe yaani, wewe nakuuliza wewe, kwa sababu swala la darasa niliongea na wewe, nitakwambia saa ngapi tunaanza. No eh, nataka majibu. kwa nini sio saa kumi na yes, moja kwa nini sahivi saa kumi na mbili na robo? Ba hiyo saa kumi na moja ambayo tulikuwa tumeanza kuandaa nje yaani saa kumi na moja, hmm, ambayo tumekubaliana tunaanza darasa, wewe ndio unaanza kuandaa nje. Tulikuwa saa kumi na moja dakika saba tulikuwa tusha tushaweka vile vitu ambavyo tunatumia mwanzo, lakini vile vya staff tulikuwa bado tuvichukua. Ah, tulisitisha kuendelea kuandaa kwa sababu tulikuwa tulikuwa tuna mgeni kule mezani. Mgeni wa nani? Mimi nilikuwa nasubiria saa kumi na moja, usiniambie tulikuwa na mgeni. Mgeni wa nani? Ulinifata nikakwambia, nina mgeni. Hapana. Ehe, kwa hiyo utaniambiaje, utanipangiaje kwamba nilikuona una mgeni uh -uh, wojaje mgeni ni wa kwangu? Hapana, hilo sio jibu. Anyway, sawa kama ni saa kumi na moja na hilo na, na hicho kitu unachokisema ni kweli, hapa nimekuja saa ngapi? Hapa kwenye seti imekuja saa ngapi? Kumi na mbili kasoro, saa kumi na mbili kasoro wote yeah, hapa karibia wote amjeja mkanikuta hapa. Kwa hiyo kama kweli anachosema saa kumi na moja kamili aliona mimi na mgeni sinyiwe, mngekuwa mko hapa mnanisubiria. Kwa nini mimi ndio nimekuja nawasubiria kwa nini mimi ndio nimekuja nawasubiria? hmm. Ndio tunachofuruni hicho hmm. Mabosi wakiongea mnasema wanabwata sindio, eh? hmm. Ndio hivyo mnavyosema sindio? Yes. saa kumi na moja ndio tumekubaliana, ndio tunafanya Content. Content. Huko kwa bosi wako kuna kitu atakwambia saa fulani kinatakiwa kifanyike, wewe unaleta sababu ambazo hazina kichwa wala miguu. Mfate muulize, samani, kuna ile kitu ulisema tufanye muda ndio huu, akwambie nisubirie, lakini sio una una, una, una, una mwenyewe unaacha alafu, nimekuja bado kwa kuchelewa, maana hiyo saa kumi na moja sijaona nimeitwa lakini imekuja yani, nakuja kuangalia, wala ndio kwanza, kila mtu yuko upande wake, kila mtu yuko upande wake. Mimi ndio nimekuja, nimeingia kule, namuuliza wewe, saa ngapi tulikubaliana? Ndio mkatoka, si wawili. Nimekuja hapa, nyinyi wote ndio mmekuja. Watu wakiongea, mnasema mabosi, mabosi wana nini, wana gugu, wana bwata, wana roho mbaya, wale wakai na wafanya kazi, ndio ndio maneno mtakayoongea, si ndio? Lakini angalia uhalisia ukoje, Ratiba yako ikoje? Tena ambayo umeambiwa kabisa saa fulani tunafanya jambo fulani. Wewe kwa nini usisimamie? Mtu akisema saa kumi na moja ndo tunafanya, maana yake kabla ya hiyo saa kumi na moja nitakiwa hii seti iwe imeandaliwa. E, si sindio? Hivi mimi niwakuja kukaa hapa, mwanze kusema seti haijakaa, e, simama, e, sogeza huku. Kwanini amkusogeza hivyo mda wote? Kwani mpiga picha mmeenda kumtoa wapi? Si alikuwa hapa ndio au? Alikuwepo, alikuwepo. Hmm. Kwa hiyo kwa nini amkuweka hiyo siti hawa watu? nasema yeye leo tuko wengi tuko wengi wamekuja sasa hivi au mlishindanao huko ndani? Kwa hiyo mimi nije, Naendele, hapa untakewa nije? Hapana. Mimi ndio nitakiwa nije niwaekee siti? Yani sababu unazotoa, nilishasema kama ukigundua una makosa uyaoni makosa yako uyamiliki uyakubali uyarekebishe na hivyo ndio namna ya hekima na kuonyesha unyenyekevu kwa bosi wako, na kwamba ni mtu ambaye uko tayari kujifunza na kuendelea mbele. Sio unajitahidi kutoa majibu ya kujitetea, wakati unaonekana kabisa unajitetea. Hicho kitu hapana. Sawa eh? yeah. yeah. Kwa hiyo nafikiri somo umelipata. yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Tukisema saa fulani, hiyo saa ndio tunaanza, chukua watu wako, sijui mtu wa kamera asije, wakati nyinyi mmeshakaa na kuja kuambia kwamba eh, mko wengi, seti haiko haiko vizuri. Wewe na yeye ndio wakuja kuweka seti, mwambie idadi ya watu ulionao, mkae mapema, mpange. Na hii naenda kwenye hizi kazi mnazoenda jamani, mimi nachukulia mfano hapa kituoni, mambo yanayotokea hapa ndio nitakayoyatolea mfano, lakini utaenda kwa bosi wako, utakutana na setup yake ya maisha, jiongeze. So uje mpe mpe sababu, alafu wewe ni mtu ambaye unatarajia kulipwa hela nyingi kwenye kazi za ndani, huku hela zinazolipwa ni ndogo sana watu wanalipa, za, wanalipa zaidi kwa sababu mnawapunguzia nini stress. Maana mimi kama nimekaa hapa naona mnanipa stress tu, si ndio? au sio? Mnaona ni sawa bosi um, wako anakusubiri au wewe ndio unamsubiri bosi, bosi? Eh? Sauti? Wendu, ah, ila amtoi sauti? Unyie, unyie, mnapenda mabosi wenu wawasubiri wawapetipeti wawabembeleze? Hamna jamani, hiyo sio sio ule unyenyekevu kwa bosi wako na mkubwa wako na mwajiri wako na kama tuna, tuna pruni majani hapa, matawi ndio haya sawa. Mimi nisema mada ni maisha yetu ya kila siku. Sina topic kabisa ya kuja kusema, e, unajua, unatakiwa, unafanyaje. Pale pale mambo yanapotokea tunasema hii sio. Kwa hiyo kwa ofisini especially ambaye wewe ndio nimeongea na wewe kuhusu hili darasa tena jana, lenyewe sijaongelea ya jana. Maana jana nilisema tuweke seti tufanye, hukufanya, sio unakuja kunieleza habari gani leo. Kwa hiyo kama kwanza na wewe mwenyewe ndio mfundishaji mzuri. Na kwenye kufundisha uko vizuri. Ila mbona kwenye utendaji sikuoni sasa? Unawalisha matangopori wenzio. Okay. Eh, uwafundishe unachokifanya. Sawa. Hujaelewa kitu, muulize vizuri bosi wako. Hiki kiko hivi tuna rekodi, rudia mara mbili mbili. Bosi, umesema hichi kitu vipi nifanye ili uelewe, sio baadaye ufanye unasema, ah nilijua nilijua, ah ah, hiyo haiko sawa. Sawa, madam. Eh, tawi la kwanza ndio hilo tumelitoa. Tumeliangusha, tumeliangusha tujaliangusha. Asante. Ngoja tulikute tena tutarekebisha, yes, so haya chichi, ingawaje uonekane huko unajificha nyuma ya kamera, wewe unakuja mwishoni. Kwani si uliambiwa tunarekodi? Mbona hujaja kwa wakati? Tumekaa hapa tunakusubiria. Hatutaki kama umechelewa mwenyewe kula kwa sababu zako. Si tukifika muda wa kurekodi tukukute kwenye seti? Sawa. Eh, eh sio unaitika hivi ndio hivyo, tusieni kasikia eti anakula kwanza saa hizi. Saa kumi na mbili na nusu unakula saa hizi, wenzako wote walikuwa wanakula, ulikuwa wapi? Haya, okay, tuendelee jamani. Hapa kikubwa ni kujua a, tumejifunza nini? Maana kazi tunayoifanya hapa ni kuweza kunyooshana eh, kuweka kuwekana kwenye mstari wale walioko pembeni pembeni tuwarudishe, kwa sababu waajiri wetu ambao wanatufuatilia wanatusikiliza, haya tunayoyafanya ndio wanayopenda. Na tuna, tu, tunajuaje kule ofisini? si ndio? Yes. Hakuna tunachofundisha si tumekitoa hewani. Tunavyowasikiliza mle ndani kila siku kuanzia asubuhi mpaka jioni, miaka na miaka, tunajua wanachokitaka. Kwa hiyo wewe kama unataka kufanikiwa kupitia kwenye huu mradi, umevutwa na mshahara, sawa, karibu sana. Lakini ili ufanikiwe kupata huo mshahara uliokuvuta inabidi ukubali kuendana na zile taratibu za huku. Tuko pamoja? Tumeelewana? E, kwa hiyo sasa hapa tunapeana feedback, nani amejifunza nini, kuna changamoto gani, ili e, tuweze kusaidiana. Kwa hiyo kuna feedback zozote kwa ofisini kutokana na wadada tulionao, kuna, kuna watu ambao mmewatreni shuli, mmeshughulikia changamoto zao wapo? Uh, yes, feedback tunazo, lakini so far ni feedback ya mtu mmoja tu ambayo ilikuwa negative nayo tume tulimuita, tukaongea naye na muita, nane, tumempa muda wa kujirekebisha, lakini wakati huo tunaendelea kumchunguza kwa ukaribu kwamba changamoto ambayo aliletewa ni kwamba hafanyi yani, hafanyi hashirikiani na nzie kwenye shughuli ambazo tunazifanya kwa vitendo. Kwa hiyo kuna muda ukiwa, akiwa anaambiwa kitu fulani, anaweza akiwa anajisikia ndo anafanya, asipojisikia anakuwa anaendelea tu kukaa akiambiwa kitu anaweza akajibu au akakaa kimya lakini, jana jioni tulipokuwa tunafanya feedback jioni, tulimuita ndona... na tukaongea naye tayari, nani mdada Teresia mdogo mdogo ndio, na ile Teresia na na professional usafi, ah Teresia wa usafi. Eh. Tofauti na yule Teresia usafi. Tuna Teresia yule mwingine huyu ambaye sio Teresia wa professional ambaye tulikuwa na hiyo feedback yake, ah ya Teresia, tulikwambia tunakupa chance hapa kituoni tukuangalie. Kahiyo wewe ndio una feedback mbaya, atuambie nini shida? E, anajua kujieleza lakini kujieleza sigo, sicho kitakacho kuweka kazini. Kitakacho kuweka kazini ni unyenyekevu, utii na uchapa kazi, sio kujieleza kwako kuzuri. Haya. Shida ni nini? Ulikubali, uliomba chansi na sisi tukakwambia sawa, lakini tunakuangalia. Lakini sasa umekaa kituoni siku ngapi tangu umekuja? Leo ndo nimetimiza. Umetimiza? Wiki. Wiki. Eh, haya, ndani ya wiki, jana umeitwa ukaambiwa tabia za ajabu ajabu. Ulifanya nini? haikuwa jana, ilikuwa juzi. Eh, ulifanya nini hiyo juzi? Weka kimaiki chako tukusikie, ulifanya nini? dada alivoniita, eh, ah, alinambia na nafanya kwa kujisikia, yani uh -huh. nikiambiwa kitu huwa najivuta, yani kama najisikia kufanya ama nisifanye, ndio hivyo alivyoniambia. Sasa kwanini hiyo ni hapana? madam hapana vipi, yani mimi yani inabidi kwanza. Kwanini katika wengine anajiambiwa? Hamna mtu mwenye wiki hapa jamani, wapo. Kwanini peke yako katika wiki kwanini, kwanini waseme ni wewe ambaye unajisikilizia Ukiagizwa uki bado kuna mm -hmm. shida bado shida hiyo, Teresia wambie mm -hmm. ndo tabia zenyewe hizo tunazotaka ziondoke ili uweze kuwa na thamani unashindwa kabisa, yani ku kuwa mnyenyekevu kusikiliza eh, kazi unafanya lakini, yani una hivyo vitabia vya ujeuri kujisikilizia, utaki kuelekezwa au kutumwa. Ni dada gani alimtuma? Hiu, huh, po ni po nani? Tedi mwenzie, mmekutana aya, eh, mpe bosi wako atuelezee alichokiona kwako. Majina, wako huyo, sasa usije ukamuonea huruma, kwa sababu majina yanafanana. Sema shida yake nini? Maana tuko hapa kumsaidia mtu ambaye bado anakaa kituoni kwetu, maanake bado anatafuta, anatafuta chance, anataka kuna malengo yake anataka kutimiza, na sisi tunavyofanya hivi ni kumsaidia ili aweze kutimiza nini, hayo malengo yake. Ni kweli madam kwenye ndani hii wiki katika ripoti ambazo nilizitoa ambazo hazikuwa sawa ni Telesia na Madamu Glori wawili. Glori ni yupi? Glori u ofisini? Ndiyo. Kwa upande wa Telesia anafanya kazi vizuri na kazi yake inakuwa nzuri, lakini kuna tabia ambayo si ya pesa Mm -hmm. Napita kwenye mkondo wako mm, ni hivyo hivyo kabisa. Eh, hiyo -hmm. ya... <laughs> tabia sio ya pesa. Kuna tabia ambayo siyo ya pesa mm -hmm. Tabia ambayo siyo ya pesa na kama ningesema nimnyamazie kimya kwa sababu anafanya kazi vizuri mm -hmm. Hiyo tabia ambayo sio ya pesa itaenda kumgharimu huko mbele mm -hmm. Baadaye nikaa nimemripotia kwa Akila kwamba kwa upande wa Teresia anafanya kazi vizuri lakini ana tabia fulani mm -hmm. Yaani naweza kusema sijui ni kiburi sijui ni kiujeuri, mm. au malezi ambao amekulia huko kwao mm. Yani, unaweza kumwambia kitu akafanya baada ha, itakai... eh, hayuko, ha, hayuko mchangamfu kama mtu unamwambia beba hii meza, sogeza pale mm. hata usipo mpoint mtu akaibeba meza akaisogeza aka, aka, aka, aka, aka alafu pia ana kitu fulani kama kama kwa kwanini nifanye mimi? hmm, kwa nini, e, hmm, tuko wengi. Kwa kwanini nifanye mimi. Na tabia nyingine ambayo nimeiona ni kwamba nilikuwa nataka nisiiweke ni kwenye tabia kwamba kibuli hmm. Lakini ni kama vile unavyomwambia kitu anaona kama vile sio sawa, sio sawa. Niambiwe kwamba kitu kina moja mbili tatu lekebisha, anaona kama vile sio sawa. Kwa hiyo sasa nikaa nimemwambia kila kwamba... Mm -hmm. Yeye, yani ya anaona yeye ya yuko sawa. Mm -hmm. Lakini we unamkosoa eh, unavyomwambia kitu anaona kama vile sio sawa, niambiwe ni kama vile yule dada ambaye tulimrekebisha Rebeka, kama vile ambavyo alikuwa Rebeka. Mm. Unamwambia kitu anaona kama Mm. Kama vile unamuonea una sio mm. sawa kuambiwa. Mm. Kwa hiyo nikaa nimeripoti kwa dada kila kwamba Teresia kwa, kwa upande wa kazi yake iko vizuri. Lakini kuna tabia ambayo anatakiwa kubadilisha kwa sababu bosi mm. hawezi kukwambia kitu mara mbili mm. Alafu mabosi wengine hawapendi kuongea mambo mara mbili. Akishakwambia jambo mtu mwingine, bosi mwingine anaweza akawa anakuambia kitu huko, anatembea anaenda. Kwa hiyo kama haujashika hicho kitu haraka, baadaye utajikuta alisema nini? na akirudi jambo lake halijafanyika. hmm. Bosi mwingine anakwambia kitu, unafanya kitu, anataka uache hicho kitu ufanye kitu chake haraka hmm. Sasa unaposema ngoja nimalizie jambo langu, kumbe unaharibu unaharibu, eh mambo yote ni ya kwake. Kwa hiyo akikuita kabla hujamaliza lingine, wewe nenda huko anakokuita, ndiyo. Kwa hiyo nikaa nimemlipotia akila kwamba huyu, moja mbili tatu, kama asaidiwe, asaidiwe hmm. kwa sababu ndio tunatafuta tabia za pesa. Napenda mm. sana ulivyoiweka vizuri, Asa, afanyeje asaidiwe, mm. yaani, mkiichukua hivyo mtapiga mta hatua kubwa sana. Ukichukulia kwamba tuko hapa kwa ajili ya kusaidiana yeye mm. na Teddy amenikumbusha ameni vizuri. Mimi naita hizi tabia kuna za hela na ambazo sio za pesa mm. Nyinyi hapa mmekuja kutafuta hela, tuache kona kona. Na nao, nimekuja tu kutafuta kazi. Mtu anaogopa, anaogopa kusema nimekuja kutafuta umekuja kutafuta hela. Kazi usingemfanyia baba yako na mama yako, lakini unataka uende majumba ya watu ili upate nini? Pesa. Sasa hela zina tabia zake, sawa jamani? Kwa hiyo kazi hapa, hii kazi yani, tunayofanya hapa ya kurekebishana watu wazima namna hii ni kusaidiana kwa kweli. Yani tuko hapa kusaidiana. Kwa hiyo sasa Teddy, hebu tuambie maana hayo. U, Tedi Tedi mkubwa huyu, unajua alichokisema ndicho bosi wako pia alikilalamikia, maana alikuwa hata hajaona kama tulifanya content na wewe kama bosi wako, alitoa ripoti ile ya hivyo hivyo vitu vya kimjeuri jeuri, lakini akaleta taarifa hiyo hiyo na we unasema utabadilika. Sasa kama unashindwa kubadilika hapa kituoni ndugu yangu, utaenda kubadilikia kwa bosi kweli? Teresia naongea na wewe. Hmm. Tuko hapa kusaidiana, tuambie, tutakusaidiaje sasa. Kama sasa hivi ndio hivyo kituoni, nako unaonekana bado unakaa ujeuri, tutakusaidiaje ndugu yetu? Samani kwa hilo lakini ningeomba ni kwa, kwa namna alivyoelezea kuiweka, kwamba ukipewa kazi halafu usipoifanya kwa wakati, ndio tafsiri yake kwa ni kwamba ni ujeuri hapo Yani nilikuwa sina yani, sina ile yani ile tafsiri hiyo mimi hapa hmm. Na pia kwa hiyo ulikuwa ukipewa kazi, najua tu nitaifanya kazi e, unakuta na, ifanya, na, unakuta kazi nyingine pia nafanya. Kwa nikajua, nik, nikimaliza hii, na sasa, sasa unajuaje? A, na a unajua na ya haraka, hebu nipe mfano, nani alikupa kazi ya haraka alafu na ya kwake nayo ikaja ina haraka, alafu wewe katika kuchambua kwako ukaona zote zina haraka, kwa hiyo ngoja nimalize hilo nayo alafu nitafanya na hii. Nani alikupa kazi nyingine ya haraka sijui si, siku ipi? Maana kuna siku tofauti, labda anaweza akasema, lakini mazingira na, ambayo nayakumbuka, nilikuwa nimechelewesha, ilikuwa niko jikoni mm-hmm. madam na ni matroni aliniita ali nimwandalie vitu jikoni ambapo, mm. sali aliagiza vya haraka, alafu mm -hmm. na wakati huo, mm. yeye akaja akaniita akaniambia nikate sabuni mm -hmm. ya kuoshea vyombo pale mm -hmm. ndivyo ilivyokuwa imechelewesha. okay, sasa uli, uli, uli, katika hao waliokuwa wamekupa kazi yupi uliongea naye kwamba kuna kazi hii nimepewa ya haraka nikimaliza nitafanya hii? Hiyo hapana, yeah, ni sasa, hapo ndio kuna shida.